Kurogana kuo naaminindio okay. Mm. Lakini wewe unaamini kati e, maombi kazanna na maombi na ndo mana ukapata na tuzo kabisa, kabisa yani. Mungu, Mungu hii ni mambo ya Mungu. Sawa sawa mm. Watu wanakuchukuliaje huko kwenye jamii wanakuonaje? Hapa mmtmonyeshe eh hiyo ni tuzo sio eh, sio mchezo kazi, mm, kazi ni kazi. Miaka 20. Ndio. Moja kati ya kumbukumbu muhimu sana. Asante sana. Eh, ilikuwa mm, ni mwaka gani hii ilikuwa? Ilikuwa mwaka tunao mwaka ishirini na tano. Huu mwaka tunaomaliza. Asante, ii ilikuwa, ilikuwa, mwezi gani? <laughs> ilikuwa... ngapi, tukumbushane? mwezi wa tatu, wa nne... yes. Eh, ni siku ya wanawake eh, Yuni, unaamini kwenye hii kazi kuna uchawi? au tunaweza kusema kasema shirikina? hamna eh. Mm-hmm. uchawi hamna e, uchawi hamna ha. E, we piga kazi uh-huh. hamna uchawi hakuna korogana hakuna hakuna eh. Sio <coughs> mnategemea nini sasa? Mm. yani eh, mnategemea Mungu tunategemea Mungu sana kazi okay. ni za Mungu zote eh. Eh. ushai kupata mauzauza kwenye maisha yako ya kazi yako kuta mambo sio, nafika tu ofisini ukuta kuna vitu avijakaa sawa hapana, haijatokea hapana. <laughs> <laughs> sijakutana nayo kwa kweli, kwa, kwa sababu hapa yeah. ni Mungu wa kutosha wa e, wa ukija wa tu unapigwa <laughs> mm. ukija unapigwa, jeshi na nani? Jeshi na la Mungu Mungu e au mnatumia kufumba fumba fumba fumbua mn, yeah, e. Yani unapigwa kijana, eh sana, sana. E sana. Okay. Mm. ushai kushuhudia, lakini uchawi upo ayapo huko ya yeah, e, uchawi upo uchawi hupo nakurogana kupo naamini ndio, okay. mm. lakini wewe unaamini katika eh maombi kaza na na. na maombi na ndio maana ukapata natuzo kabisa kabisa, Mungu wa mbinguni, Mungu, hii ni mambo ya Mungu, sawa sawa mm. Watu wanakuchukuliaje huko kwenye jamii? Wanakuonaje? wanakuona mtu Yuni ni mtu wa aina gani? hambo sana, mpole sana, mcheshi sana, mkali sana, mcheshi sana, sana, sana. E. Mm. mtu wa watu mtu wa watu mm. yeah, okay. Una marafiki wengi ndio. unatumia njia gani kujitangaza, kujitangaza watu wakufahamu kwenye kazi yako? hii ni kazi nzuri Yaani, okay. mimi nafanya kazi nzuri. hmm. e. e. kazi nzuri yaani yeah. kazi yangu inajitosha kutangaza. Uo nafanya posti. kazi nzuri huwa na posti e. WhatsApp. WhatsApp mm. na mtu akiona ana ku text ya wana kuna e. e. Instagram okay. kuna Facebook e. E. Zamani haikuwepo. E, zamani aikuwepo. Ni kweli, sasa hivi ina- inaongeza kitu fulani kabisa kwa mitandao ya kijamii ni mizuri aa, mm. Ina, ina motivate watu. Ndio, lakini mitandao hiyo ni mibaya e, ni mibaya. ukitumia vibaya ni mibaya, kitumia vizuri ni mizuri okay. e. sawa so, hebu washukuru watu ambao wamekusaidia mpaka wewe. mm, mm sawa kabisa, hilo ni jambo jema kwa kweli mm. Yani, nawashukuru sana wateja wangu Mi naamini wateja wangu ndo walionifikisha. okay. E, hapa hey. Kwa hiyo nisipowashukuru na huu mwaka ndo unaisha hey. E, mwakani tena <laughs> yani, wafanye hivi hivi na kazi nzuri zinaendelea kusawasawa. okay. okay. mm. Ndio, kuna wale ambao waliokusaidia kujifunza <laughs> hii tasnia labda ni ndugu walezi na nini au nawazungumzia? mm. Kwa kweli ninao niwashukuru tu mm. hasa eh, mlezi wangu wanakiti kiti chao. Kuna marafiki ambao uko nao sasa hivi si ndio? Ndio. unawaambia nini? Nawambiaje? Ah, mi marafiki zangu nawapenda wameolewa lakini au hawajaolewa wako singu hawajaolewa <laughs> ila <Hina>, wataolewa <laughs> muda <Moodas of life>. sio <laughs> mrefu <laughs> wataolewa muda sio mrefu kabisa kabisa. mm, eh, mm, mwakani uhakika yani, uhakika eh, lazima wataolewa. Jamani, mtaolewa marafiki zangu, <laughs> eh, mwakani hapa ni shangwe shangu shango, shango, matarumbeta na mi mwenyewe ndo kwa, mm. Kwa ndio Unique. Ah, mimi ndio Unique. Karibuni wateja wangu wa Unique Makeup Studio, kazi ni nzuri na tunaendelea kuja na vitu vizuri sana. Official jina letu ndio hilo hapo, kama mnavyoliona, Unique Makeup Studio. Unatoka kitofauti kabisa yani mm. bila kujutia. Sawa, kushukuru mm. e. sana mm. kwa airtime yako Uni. Mm umekuwa rafiki sana kwetu kwa muda mrefu sana, na tukaona ni vyema tukufate, Yuni, kwa sababu ni moja kati ya watu ambao ni eh, ya kujifunza ni mengi, na wengi watajifunza mengi, japo ni mcheshi hivyo hivyo ucheshi wako, lakini kuna mafundisho sio. Kabisa, nikushukuru kushukuru sana, asante sana wewe. Kipindi hicho mpaka sasa hivi, najua sasa hivi umeolewa na familia na watoto. Kipindi hicho wewe kuwa na boyfriend au au mtu wako akuwa naye? nilikuwa naye eh, nilikuwa naye eh, nilikuwa naye eh. ulipambana naye? Ah, nilipambana kwa kweli, alikuvumilia.